Nataka nikuambie kitu hmm, kimoja, na lazima ukielewe. Tusiwe wajinga kiasi hicho, tume ya uchaguzi haitafutwi na watu barabarani, wajua wanichukue mimi mafuta au wewe mwandishi, njoni tukachague tume ya uchaguzi. Sio hivyo, tume ya uchaguzi inatafutwa na serikali, kwa sababu ndio ambayo ina authority ya kufanya kitu hicho, sawa. Sasa ukidai tume ya uchaguzi iwe huru iwe huru, manake nini? Wakuchukue wewe mbovu, wakuweke ndani ya chuma uchaguzi? Haiwezekani. Kwa hiyo mambo mengi ambayo anafanyika, nadhani ni kukosa kuelewa namna gani siasa ya kistaarabu inaweza ikafanywa na mengi. Ukitizama ni chuki tu, mengi ukitizama ni chuki. Kwa nini CCM imekaa miaka mingapi, miaka mingi madarakani? Hii chuki sio kwa watu wa ndani, na hata kwa watu wa nje vile vile, wale ambao hawataki mema nchi yetu, ndivyo wanavyosema. Kwa nini sehemu kaa muda mrefu? Kwa nini imefanya hivi? lazima vyama ambavyo vimekaa muda mrefu madarakani vitolewe. Ndio mambo ambayo yako sasa hivi nchi za Ulaya. Lakini kwa akili ya mwanadamu hauwezi kuchukua tume ya uchaguzi kutoka barabarani. Lazima serikali ndio iweke tume ya uchaguzi, itakuwa ni wafanyakazi wa serikali. Hauwezi kunichukua mimi mafuta a mtu private, wasiwe tukuweke ndani tume ya uchaguzi Haiwezekani. unaweza ukawa observer, yani mtizamaji au msimamizi wa kitu fulani, lakini huwezi kuwa ndani ya tume. Sasa ndugu zetu wa Chadema, ndugu zetu wa vyama ambavyo mi naita vyama pinzani au vyama vya siasa, nisiwaiti vyama pinzani, vyama siasa vya siasa, wache kufikiria jambo hilo kwamba tume lazima itoke barabarani. Tume inatoka serikalini, lazima msajili wa vyama vya siasa na wengine lazima wasajili hiyo tume, sio mtu binafsi toka barabarani. Kwa hiyo nadhani waelewe kitu kama hiki, wafanye kitu ambacho wanakifahamu, wasifanye vitu ambavyo wasivyovifahamu. Nataka nikwambie kitu, na iki kiweke akilini mwako, miaka yote hiyo palikuwepo utoaji wa rushwa. Yani nadhani umekwepa kuzungumza neno rushwa, mm -hmm, lakini mi nalisema wazi dhahiri, eh, nalisema na dhahiri <laughs> E, kwa sababu katika u, ukiwa unaogopa kuzungumza ule ukweli, mm. Hautofika popote, mm. Ndio maana Obama aliwaambia Marekani, kama sisi watu weusi hatuwezi kuzungumza wababu zetu walivyoteswa nchi hii, mm. haiwezi kuisha moyoni, tutabakia nayo kila siku sawa. mm. na suala la kutoa fedha au zawadi kwa ajili ya uchaguzi au kwa ajili ya kupata nafasi ya juu au kuwekwa nafasi ya ubunge na sehemu mbalimbali ni swala ambalo lazima lizungumziwe wazi. Kama ulizungumzi huwezi kulimaliza. Nasema hivi, wale watoa rushwa kipindi hiki uchaguzi wa 2025 ninavyoelewa, viongozi waliopo sasa hivi katika chama cha Mapinduzi hawawezi kubaliana na hiko kitu, hawawezi kukubali. Kwa hiyo wajiweke tayari tu kwamba ukitoa, na tayari wanajulikana, wako kwenye listi. Listi ni ndefu siwezi kudefine, lakini najua list ni ndefu. Na nimeona, nimetembea mikoa mingi, nimeona watu wanaanza kutowatoa vizawadi ambavyo mimi naita ni rushwa. Nadhani mm. hautakuwa na nafasi safari hii mm. wajitahidi, wafanye kampeni za ustarabu, watafute nafasi kutokana na yale ambayo nafanyia raia, watafute nafasi kutokana na ujuzi wao, watafute nafasi kuwaeleza raia wataleta nini mbadala kulikoni kutoa rushwa. Nadhani dhani hautukuwa na nafasi.